Mimi sio injinia wa umeme lakini, hivyo ni vitu ambavyo ni too obvious. Huyo ni darasa la saba, anawazidi ninyi. Huyu ni kwao, ni Njombe. Wewe sio Njombe nani, dokta? Ni, ni kilomita ngapi kutoka kwenye kijiji chao? Kwa hiyo miradi yenu ninyi mlikuwa mnakwamishwa kabisa. Kwa nini hamwelezi ukweli? Msitishwe, mmefika hapa, mzee pwagu Zungumza kabisa kilichofichika ndani, najua kuna something ambacho hutaki kukisoma kukisema. O, mimi niseme baba sema, kukisema kabisa, mshukuru. Usiogope, Mnyaruko kweli. Tanesco kama Tanesco mimi hey. Ah, sina mawasiliano nao kabisa, sina mawasiliano nao kabisa. Hata watu wakija, watu wanakuja, wanaeza umeme wenyewe, hauna viwango huo. Nakumbuka nimeeleza, nime pale kwamba nilifanya umeme Lilondo mwaka elfu mbili na kumi na moja. Ee, niliitiwa wataalamu wa Songea timu nzima ije ikague ile sehemu, nikaonyesha kwamba hapa jamani, maporomoko haya yanaweza yakatoa vyanzo vya umeme. Tukapata kweli, wale wananchi walijibanabana, akiwepo Jenista Mhagama akiwa mbunge miaka ile, niliendesha wakasema, tunataka tuone hiyo CV ya huyo injinia, lakini nilifanya bila CV, nikapeleka mitambo kule bondeni, wanakwambia waone CV yako ndio, na wee CV yako ni darasa la saba basi kwa hiyo wakakufukuza kwa sababu huna CV, ndio hicho, ndio tunapoonea. Lakini Wajerumani wamekuja wamenipa mpaka dump level kwamba sio nafanya kitu kwa kwa, unaweka dump level mbele, unapima spidi ya maji, unaangalia heiti, unaandika, unajua hapa nitapata kiewatikaza. Wajerumani wameacha mpaka. Kwa hiyo huyu <laughs> nenye mainjinia simko hapa huyo anafahamu hata namna ya ku, ya kucheki speed ya maji yake, si ndio? Ndio umezungumza, unatumia nini? dump level ndio, na dump ni neno la Kiingereza na huyo ni darasa la saba. dump level ni nini nini, ma engineer?